Tuelekee tena kaunti nambari tatu ambapo zaidi ya watu alfu kumi katika wadi ya Jilore huko Kilifi wanatarajia kupokea hati miliki zao baada ya serikali ya kaunti kuanzisha zoezi la upimaji wa ardhi katika sehemu hiyo. Zoezi so, hilo lililoanzishwa na gavana Gideon Mungaro sasa litakomesha mzozo uliokuwa ukiendelea kwa miaka mingi kati ya kanisa la Kianglikana na wenyeji. Kanisa hilo lilikuwa limekodi ardhi hiyo ya ekari 1,300 kwa kipindi cha miaka 99 hii kuleta hati miliki isiwe itakuwa itatuletea shida mpaka tuanze kuzozana. Mkianza kuleta mzozo, basi na hii kazi pia itabidi ichukue muda mrefu. Kwa hivyo vile mlivyokuwa mumeketi kwa amani na hili zoezi likiwa latokezea pia, mukae hivyo hivyo kwa amani, ndio tuweze kulimaliza kwa wakati mzuri. Zoezi hili litakuwa la maana na lenye manufaa sana kwetu. Ni miaka mingi ambayo tumetamani zoezi kama hili lifanyike lakini halikuweza kufanyika, na imetuziba imetu na mambo mengi, kwa sababu hatimiliki inaweza kutusaidia hata kus, kupata mikopo, inaweza kutusaidia kupata chochote kile ambacho kinaweza kukua kinabadilika kiwa pesa ama fedha, na pia ni cheti maalum ambacho hicho kinaonyesha kwamba wewe ndiwe mwenye kumiliki kipande hicho cha shamba.